ningilitumbukia motoni kntudhari, au tunaosema laula rahmatullah la halaka lnas, labali kwamba je watu wameangamia haja hilikika. Kwa nini? Kwa sababu ya rehma Mwenyezi Mungu akoa laula rahmatu llahi la halaka lnas. Kwa hivyo masala ya kwamba hii laula kuwepo katika haya kuna kataza au kunazuia au kuna kanusha kutokea kwa jambo. Na kama walivyosema na wengi sio doktor, uh, doktor uh, Fadil Assamurai kaelezea uzuri hii kwa kusema kwamba kuwepo kwa laula kumesababisha katika aya ishirini na tatu tunasoma aya ishirini na tatu surati Yusuf. Audhu billahi min shaitani rajim. warawadathu lati huwa fi baitiha an nafsihi, na yule bibi wa nyumba aliyokuwamo Yusuf ndani alimtamani kinyume cha nafsi yake, warawadathu

Amesema na kumwambia njoo, amejitayarisha kwa ajili yako. Qala maadha llah Yusuf kasema, najikinga kwa Mwenyezi Mungu. Qala maadha llah innahu rabbi, hakika huyu mumeo ndo mlezi wangu

Unaingia katika akili yako sasa, halafu tena inafuatia step ya pili, thuma natijatu tu yufal au la yufal, ukatenda kile kitu ulichokifikiria katika akili yako au kuto kutenda. Kwa hivyo, hamma hadithi nafsi na Yusuf eh, ameona rahmatullah, lau hamma biha, na ingelikuwa Yusuf na yeye mwanamke, bimaana hapa watu wanatafsiri, wala kad hammat bihi, na huyu bibi mwanamke huyu wa nyumba hii ali, alikuwa na, nafsi yake inazungumzia kumtaka Yusuf. Kwa hiyo alimtamani kwa ufasiri ee, wa haraka, na huyu bibi alimtamani Yusuf. Lakini hapa ukisema wa hamma biha, na Yusuf akamtamanie mwanamke, laula an raa burhana rabbi, law asingeliona asingiliona nini? burhana rabbi, ishara ya Mola wake mlezi. Ishara gani? aya aya gani? jambo gani lilomfanya Yusuf asifanye jambo hilo? laula burhana rabbi. Kwa hivyo tunakuja kwamba masala ya neno laula kwamba kinacho kinakanusha jambo kutokea kutokana na kuwepo jambo jingine mambo mawili hal yusuf hamma biha alimtamani na kilichomzuia kumtamani, laula anraa burhan rabbi, kwa kuwa ameona burhani ya mula wake ishara, mula wake. Lakini hapa tukitizama maana laula, yadulu ala imtina' liwujud shei, jambo kuto kutokea, kukanusha kutokezea kwa jambo kwa kuwepo jambo jingine, kwa kuwepo burhan rabbi. Yusuf hajamjia kabisa kumtamani mwanamke. Lau hama biha, laungelikuwa Yusuf kweli animtamani, haileti maana laula an la burhana rabbihi kabisa. Lakini kwamba yeye ameiona burhana rabbihi imesababisha kwamba nini asimfikirie kabisa wala kumtamani wala kutia katika akili yake jambo hilo. Ingelikuwa si burhana rabbi, basi angelimham angelini angelimtamani. Laula la burhana rabbi angemtamani. Ina maana kwamba huyu Yusuf hajamtamani. Hata wengine wakasema hii ham, ham hii kwa Yusuf haiwezi kuwa kwa sababu Um, labda ingelikuwa jambo gani, na mimi niko katika bada gani hivi. Mwenyezi Mungu anitoe na jambo hili namshughulisha, ingelikuwa litatokezea jambo lolote, vipi anaweza kutoka na jambo hilo? Nimekumbuka kisa cha jamaa walikuwa wakitoa mmoja, wanauzauza vitu, wakifunga katika kitambaa, wanapita majumbani kwa wanawake, wanauziuzia vitu e, kwa hivyo anafungua uko ukarabuni, anaita lelam lelam lelam, anakuja na vyombo, nguo, kila kitu anakuwa navyo. Mmoja akamwita ndani, mwanamke akaambia, haya, kama hujafanya nilotaka, basi nitapiga kelele he. Kaona baada gani hii. Wacha mbeni, nataka kwenda chooni kwanza. Kaingia chooni, katafuta choka kinyesi, kajipaka uchafu mzima kama ndazimu. Haya sasa, njoo! Akatoka mbio chooni na uchafu wake no! Kasaetoka kamfungule mlango atoke nje. Kasema imejiafika kwamba njia gani ya kuweza kujiepusha hiyo, hamu imefanya afikirie jambo ili asija kakaa katika jambo la maasi, atoke mbio. Akatoka na mwenyewe mwenye kesha, mwanamke mwenyewe kasarenda kasalima. Mri tuja katika kisa chetu kwamba Yusuf, eh, kama alivyoulizwa mtume saa salam

tukijizama kwamba huyu Yusuf na hili jambo lilotokezea hapa, labda mtu atauliza kwa nini hata kutaja jambo hili, lisingelitajwa tu. Kambala binadamu akitanguliwa mbele na mitume, walikuwa na wanapambana na mambo, inabidi lazima atekeleze jambo. Nabi Ibrahim kuvunja masanamu, na ambaye hana haki, masanamu si yake, kwani atavunja Musa kosa aliofanya kwa kumpiga mtu ngumi, akamuua. Dhanun alipotoka kakadhibika, bila amri ya Mwenyezi Mungu, anakimbia kaumu, ili pakianguka na maangamizi yao mbali na na nayo na, na, au jambo lolote ya mitume mingine waliofanya katika makosa. Mwenyezi Mungu anatutajia limadha yadhkuru lana Allah dhunuba au akhta al-anbiya hata nini la yyas ibadahu ani tauba wasikate tamaa na touba, kwamba touba ya Mwenyezi Mungu ipo tu kuwapa nguvu watu kwamba wao ni binadamu, wanapotasarafu wakati mwingine sioko kusudi hata ovu, lakini Mwenyezi Mungu huenda anataka jambo jingine. Na kwa hivyo Mwenyezi Mungu anatuonesha kwamba, nanyi binadamu, Mwenyezi Mungu yuko tayari kumfanyia tauba mtu yoyote, si mitume tu. Kwa hivyo aya hii wahamma biha laula an ra'a burhana rabbi, na Yusuf aliingia katika nini, kutafakar na kumshughulisha akilini. Laukuwa hakuona ishara mola wake mola wake mlezi, basi angelipata lipata tabu. Mwenyezi Mungu kamtafutia njia kutoka kutokana na mazonge yaliyopambana nayo. Kadhalika, basi ni hivyo Mwenyezi Mungu anasema, linasrifa anhu su'a wal fahsha'a. Kwa hivyo hivyo ndivyo tumefanya, ili kwa ajili ya tumepushe na uovu na uchafu. Asu'a uovu, wal fahsha'a uchafu. Al fahsha'a ndio kitendo cha zina, lakini su anasema telekum ashki au hata nini, kufanya makosa ya mkono mkono inaweza kagusa, lakini sio utupu

wametakaswa mizungu. Halafu utasema kwamba Yusuf imemjia fikra hizo fikra mbaya? Abadan, haiwezi kuwa kabisa. Na laula dalili ya kuonesha kwamba ile hamu ile kumtamani hakujampitikia laula, inakanusha mambo mengi. Leo ukitizama kwamba unakwenda katika surati Nur na surati Nur, masala hayo hayo ya kusingiziwa maskini Bibi Aisha. Ikawa Mwenyezi Mungu anaeleza kwamba wale watu walioingia katika mazungumzo hadithi ifk, ya kumtangazia Bibi Aisha kuwa wamefanya jambo hili baya, katika aya ya kumi surati Nur tunaona Mwenyezi Mungu anasema nini? Anasema walaula fadlullahi alaykum wa warahmatuhu. Watu wameshaingia katika makosa Makosa gani? Makosa ya kumtia ubayani bibi Aisha, makumsingizia kitu ambacho cha uongo. Hapa Mwenyezi Mungu anasema walaula, na sasa hivi tutaziona laula zinafuatana karibu sita katika aya kuanzia kumi na kuendelea, walaula walaula, eh, walaula fadhlullahi alaykum wa rahmatu, lau isingelikuwa fadhila za Mungu na rehema zake, eh hey. <laughs> basi ingelikufikieni adhabu kali sana sasa hapo ujue mwenyewe aliyokuja hapo kati eh, kalimat mustatira, maneno yasiyotajwa moja kwa moja, kaenda walaula fadlullah alaykum wa rahmatu wa anna allah tawabu hakim, na mbio kwa Mwenyezi Mungu mwenye kukubali toba na Mwenyezi Mungu eh, mpokeaji toba na mwenye hikma. Walaula fadlullah alaykum wa rahmatu bi, kwa sifa za Mwenyezi Mungu na rehema zake, mgelea mgeli mgeliangamizwa nye

ingelikupateni adhabu kubwa, adhabu kubwa ingelikushikeni. Naam, lamasakum fima afadtum, kwa yale mkaa mkaazungumza mkaingilia mkajiingiza, basi mgelipata adhabun adhim. Nanakuja tena walaula idh samitumuhu kultum ma yakun lana natakalam bihadha

zote hizi kwamba jambo halijatokezea limezuilika kutokezea kwa sababu ya kuwa jambo jingine kuwepo hapo, tunaipata maana ile katika nini, katika katika wahamma biha laula an raa burhana rabbi. Wabihadha naktafi, wallahu a'lam.